Kile ifikapo Mei tatu, dunia huadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari, lakini tunapozungumza kuhusiana na uhuru wa vyombo vya habari kuna mada pana ambayo imejikita ndani yake. Mwaka huu 2025 vyombo vya habari vinajikita katika kuangalia athari ya akili bandia, ama wengine huita akili unde. Yote haya ni katika kuangalia mabadiliko yanayojitokeza katika vyombo vya habari katika nyakati mbalimbali mbali. Hapa Leo tunakwenda kujadili na kudadisi ni kwa namna gani mabadiliko yaliyopo katika vyombo vya habari yanavyoweza kuchangia maendeleo endelevu lakini pia kutengeneza jamii yenye maarifa. Niko na nani? Nitakuwa na mmoja kati ya wanahabari waandamizi nchini Tanzania, lakini pia huyu ni mkuu wa UFM Radio bila kusahau pia ni moja kati ya wanahabari wachache walioko hivi sasa walioweza kushuhudia mabadiliko haya makubwa kutoka analogi kwenda katika dijitali. Tunakwenda kuzungumza kwa kina kuhusiana na siku hii uhuru, uhuru, lakini, mnagani, kuhaya, kumojia, ya uhuru wa vyombo vya habari lakini ni kwa namna gani mabadiliko haya yanavyoweza kuchangia moja kwa moja katika kutengeneza jamii yenye maarifa lakini pia kutengeneza jamii ambayo inaweza kuyafikia maendeleo endelevu niko na Barwan Muhuza.